Amina Sulaiman anasema je, uh, mtu akila nyama ya ngamia inatengua udhu? Alhamdulillah, katika madhhabu wa Hanafia na Hanabila na wengine Shafiia, sio Shafiia, wengine kasoro Shafiia, wanasema kama unakula nyama ngamia udhu yako inaondoka, inaharibu udhu, ina hadith, hadith Jabir, mtume ameulizwa, je mtume Allah kama mimi nakula nyama

Mambo ya pili ya mwisho, mtume wa sallam ilikuwa kila kitu imegusa na moto imepikwa haiharibu udhu. Shafii anafikiri hai, hai, hai, hai hadithi hii ime, imefutwa. Madhhab shafii kuchukua kula nyama ngamia, kwao udhu hauharibiki kwao, ni hivi madhehebu yao. Na kama mtu amechukua madhhab Shafii, ameridhika naye, hana shida. Na kama mtu amechukua madhehebu mengine, haina shida. Masala khilafi baina ahlil ilm. mm. ni masala ni wasi, ni wasi nafisi. Asante sana. hmm. Nyama ya mbuzi, ng'ombe, kondoo hakuna maelezo hayo kwamba mbuzi, ng'ombe anatengua udhu, hatengui. Kwa nini ngamia ndio imekuja hivyo? Alhamdulillah, Abu Fatma, uh, <coughs> kwanza hii ni hadith sahih kama anasema hadith Jaber sahih Muslim na Waislamu <coughs> yote Allah ameamrisha, kila kitu kimethibiti kwa Allah na Mtume, lazima yeye akubali, hata kama yeye hajui hikma yake. Lau tunaamini yuko adhabu al-qabr au qabr takuwa ama rawda min riyadh al-janna, au mtu anaulizwa, na yuko kiyama, yuko hisabu, yuko nini, tunaamini wote, hujaona, sisi tunaamini. Maana yake katika imani

Kwa hiyo wakati unachukua wudu unaosha, unachukua wudu mara ngapi? Mara tatu? No. Kwa nini? Kwa nini unaosha mara moja tu kila siku? Sema, hii amri kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nalo nasema eh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, tu Muhammad. Sasa kwa nini kutaka nyinyi muige kwa uzuri? Ama atakum rasulu fakhudhuhu, yote amekujieni mtume fuateni, kitu yote mtume amekataza, acheni

watu wengi wanafikiri shetani ambaye ni jini ah. Shetani yuko shetani wa insi na shetani wa jini mm. Kadhalika jaalna likulli nabii adu shayatiin insi wal jinni, Mungu anasema kila nabii tumjalia adu wanampinga, wanambiga vita na nabii na shetani kutoka binadamu na kwa jini. kumbe shetani binadamu ipo. shetani maana yake inaitwa mkurufi. mtu anamudhi watu. sasa hadithi maana yake Ngamia ameumbwa katika ana anatabia ya sio yeye jini mm -hmm. Ukurufi ni kwanza alafu, katika nyama ambayo inaweza kuwa mwezi mmoja mbili, ila maji hafi hafi, maana Waarabu wengine wanamwita, Waarabu, safinatu sahara, yeye jahazi ya jangwa mm -hmm. Jangwa hakuna miti, hakuna maji, yeye anasafiri mwezi mmoja mbili, hana maji wala hafi mwezi moja mbili mpaka tatu nafika, mwezi aasi mpaka tatu nafika, yeye hawezi kufa. Nyama nyingine hawezi, ngombe ni mbuzi, siku moja mbili tatu ushakonda, halafu wanastahimili. Halafu ngamia na hasira, kama mtu amempiga mdogo hawezi kusahau. Mi najua na nakula nyama yake, namjua vizuri ngamia mtu kama mmoja hawezi kumlazimu akuibia aku kisasa, yeye na hasira. mm -hmm. Kama kuja hadith Abu Dhar, mtu sema sema mmoja wenu kama ana sana, weka sutra na baina yake baina sutra kizuizi ya sutra, kabita mwanamke amebaligh au punda au umbwa nyeusi, sala zake meharibu au hana sala amekatika. taqta usalatu rajul shumara uzuri. Mm. Sasa -hmm. Abu Dhaka alizo mtume kwa nini mtume umechagua umbo wa nyeusi kuliko kuliko redi kuliko nyeupe kwa nini unyeusi tu? Mtume akamwambia al-kalbu al-aswad ni shaytan. Kurufi. Na kweli atapaka nyeusi, sio kama kingine ni kurufi. Sio maana nzuri. Sasa na ngamia na mtume za sallam ameamrisha kwa mtu amekasirika afanyeje? Mm -hmm. Atiyo. Atiyo, wudu achukue